Hadi jinsi nivyozidi kupambana, kila kitu kikaanza kukaa sawa, kila kitu kikaanza kujiweka kama jinsi ambavyo unavyokiona. E, mvuto wa mmea ukaanza kuja, muonekano safi wa mmea ukaanza kuja na kama jinsi unavyotazama. E, haya ndo matunda haya ni matunda yote haya ni matunda yote haya ni matunda yote, nyanya inazidi kuzaa kama jinsi unavyoona. Hii bado inadai kabisa, hii bado inaenda juu kama jinsi unavyoitazama, bado inadai, bado inahitaji ina, ina kuendelea kwenda mm. huku bado sijafungia kama jinsi unavyoona, huku bado sijaanza kuifungia e, hii nyanya e, ndo huku ambalo eneo ambalo bado sijaanza kulifungia kama jinsi unavyotazama, mpenzi mtazamaji e, mjastimia mali mwenzangu e, kama jinsi unavyoona. E, bado sijaanza huko e, sijaanza kufungia kama jinsi unavyoona hivi. Na nafungia mdogo mdogo, e, nafungia ado ado taratibu e, na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa mche bado unaendelea huo, bado unaendelea kwenda juu, bado unaendelea kwenda juu kama jinsi unavyotazama, bado unaendelea, unaendelea kwenda juu. Kwa hiyo kijana mwenzangu, ambaye unahitaji kufikia mafanikio usikubali kukata tamaa, usikubali kabisa, na wala usikubali mtu yoyote akukatishe tamaa kabisa. Unapohitaji kuyafikia mafanikio, lazima akili yako, lazima masikio yako uyakataze kusikia kitu ambacho kinachoitwa kukata tamaa. Uyakataze kabisa, yasije yakakubali kusikia kitu kukata tamaa, wala akili yako ruhusu mawazo hasi ya kukata tamaa kuingia kwenye ubongo wako. Maana kitendo tu cha kukubali cha kuruhusu akili yako iweze kukata tamaa, huo ndo mwanzo wa kuanza kufeli kuyafikia mafanikio yako. Elewa kwamba mafanikio yako wewe, hakuna ambaye atakayekuja kuja kuyafikisha au kufanya wewe uweze kuyafikia mafanikio, au mafanikio huwa hayashuki tu moja kwa moja kutoka mbinguni na yakakushukia hapana, isipokuwa mafanikio huwa yanatafutwa kwa bidii na juhudi za kina za mtu kuweza kutengeneza kitu na kubuni kitu ambacho kitakuwa bora kwenye maisha yake na kitamletea mafanikio makubwa katika maisha yake. Kwa hiyo ili uweze kufanikiwa lazima akili yako isichoke kufikiri, lazima akili yako isichoke kutafuta njia e, isichoke isichoke kabisa kabisa, kwa sababu kitendo tu cha kuchoka kupambana, kitendo tu cha kuchoka kufanya bidii zako ili uweze kuyafikia malengo yako kuo ndo mwanzo wa wewe kufeli kuyafikia yale mafanikio ambayo ulikuwa umepangiwa kuyafikia. Unajua, Mungu amemuumba mwanadamu na akapewa uwezo wa akili ambao atakao utumia kufikiri kutafuta namna na njia za kuweza kuyafikia mafanikio. Hakuna mwanadamu hata mmoja ambaye ameumbwa awe maskini, isipokuwa umaskini sisi wanadamu wenyewe huwa tunaanza kuruhusu uweze kuingia kwenye maisha yetu kutokana na nadharia ambazo zimekuwa zikiaminishwa kwenye akili zetu. Hizo nadharia kama vile ambavyo wanavyosema wengine kwamba utajiri, ukitaka kuupata mpaka walikuwako kutengeneza kitu fulani, yani kulima zao la nyanya, mpaka uweze kulifikisha lazima uwe na fedha ya kutosha. Kumbe hapana, hata kama ukiwa na kiasi kidogo cha fedha unaweza kaandaa eneo kulingana na kiasi cha pesa ambacho ulichonacho kwamba ni kiasi gani. Ee, mimi na, na ili ni eneo kubwa ee, eneo kubwa hasa ni waloboeka. So, unaona <laughs> <Kama jisambava, anza bage> imeshaanza kuchanga inaiva. Kwa hiyo sio muda mrefu, hapa naanza kutoa nini, naanza kutoa mzigo. Eh, wenda muda wote na wakati wote unaweza ukahitaji mzigo hapo ulipo, kakufikia kutoka kwenye shamba langu. Kwa hiyo ni kwa namna ambayo ah, ni ya pekee sana. Kwa hiyo unahitajika kuwa na akili ambayo sio choka kufikiri na kuwaza ili kuyatengeneza mafanikio yako yaweze kufikia asilimia kubwa ya watu wengi. Ambacho kinachotufailisha, kinachotufailisha ni akili kukosa au kuchoka kufikiri na kuendelea kujiamini, ili kutafuta namna nzuri na bora ya kuweza kuyafanya mafanikio yako yaweze kuwa bora huweza kufanya mafanikio yako uweze kuyafikia kwa namna ya pekee na bora. E, wakati hapa linapita e, lina hapa nafanyia palizi kila wakati, kama jinsi unavyoona haifurahii e, eh. E, so, e, e, haifurahii kuendelea kuota na, na kuendelea eh, eh, kusawe iweze kustawi vizuri, kama ikiwa kwenye nyasi. Kwa hiyo palizi kila wakati inatakiwa liweze kufanyika ili nyanya iendelee kuzaa vizuri. Kama jinsi unavyoona hivi, hii nyanya bado inaendelea kuzaa kama jinsi unavyoona mpenzi mtazamaji, eh, inaendelea kuzaa kama hivi. Kwa hiyo e, lazima uwe na akili ambayo isiyochoka kuwaza ama kufikiri. Lazima uwe na akili ambayo isiyochoka kufikiria. Lazima uwe na akili ambayo inayobuni na kuplani vitu ili kukifanya kitu kiwe bora sana. Kiwe bora sana hata kama kitu ambacho unachokifanya watu wengi wanakifanya pia. Hebu kifanye kila ambacho wewe unachokifanya kiwe bora kuliko yaani kupita wote ambao wanaofanya, yaani cha kwako kiweze kuwa bora zaidi na kwaliti zaidi zaidi ya wengine ambao waliofanya hicho kitu alafu cha kwako kionekane kuwa bora zaidi ya wengine wote wanaofanya kitu kama cha kwako. Kama jinsi unavyoona haya, ni matunda haya ni matunda ya mche, haya yote ni matunda ya nyanya, haya yote ni matunda, kama jinsi unavyoona hivi. Nyanya imezaa, nyanya inazidi kuzaa, na nyanya inaendelea kuzaa kama jinsi unavyoona hivi. Kwa hiyo, lazima lazima akili yako iweze kuwaza iweze kuchanganua, nawezaje nikafanya kitu kwa ubora, kwa ubora ambao Mungu alionipa. Sio kuzidi wenzako, hapana, bali kwa ubora ambao Mungu aliyokupa, kwa ubora wa akili ambao Mungu aliokupa. Tumia akili yako, tumia akili ambayo Mungu aliokupa kwa ajili ya kutengeneza kitu ambacho kitakuwa bora zaidi kwa ajili ya manufaa pia ya watu wengine ambao wataka kuja kupenda kujifunza kila ambacho unachokifanya, kama hivi ambavyo unavyoona. E, una, una mche mche unazaa kama hivyo, mche unaendelea kuzaa kama hivi, kama unavyoona, hayo ni matunda ya nyanya. Kwa hiyo lazima akili yako iwaze, ufikirie kwamba unapotaka kufanya kitu, fanya kitu kwa ubora ambao ni mpana na wa hali ya juu kupita maelezo kupita kiwango, yaani fanya kwa akili yako yote utengeneze kitu ambacho ni bora pia, ili kiweze kuwapa manufaa watu wengine wanaokutazama ukiwa unafanya hicho kitu wa, ukifanya kitu kwa ubora mkubwa na wa kutosha pia, watu wengine utawapa hamasa kufanya vitu vyao kwa, kwa, eh, kwa bidii na pia kwa kiwango kikubwa cha hali ya juu ili kuvifanya pia vitu vyao kuweza kuwa bora zaidi, na hapo ndipo tutakapokuwa tunaingiza vitu bora sokoni. Kwa mfano kitengeneza kitu bora sokoni, hata kama ukiona ingia nacho sokoni, hata kama ukikuta mazao hayo yapo mengi, ukiona kitu bora aise, uwezi kuhangaika sana kuweza kupata soko, kwa sababu mteja anataka kitu bora ambacho kinachotengenezwa kwa ubora zaidi. Kwa hiyo ukiwa unatengeneza kitu bora sokone, hata mteja pia atakuwa na furahia kuweza kukipata hicho kitu ambacho ulichokitengeneza, atafurahia, ataenjoi ata kukipata hicho kitu e, kidogo utoweza kupata shida kama jinsi anavyo hayo yote matunda ba.